Na mtazamaji, kuna wanahabari wenzetu ambao sasa hivi wamekuwa na kufuatilia mada, nitaka nijaribu kuzungumza nao kwa muda nitakaoweza kwa sababu uh, na, tuanze na Kwale. Uh, kuna taarifa Kwale kuhusu madini tuju tumalizie na Kwale alafu tuende zetu maeneo ya Nyanza tuzungumze. Kuranze ranch katika eneo la Kinango, kaunti ya Kwale, ni ardhi yenye zaidi ya ekari elfu mia moja na sabini. Ardhi hii ina madini chungu nzima. Ardhi yenyewe ilikuwa imetengwa kufanyia uwekezaji wa uchimbaji madini na sehemu za kibiashara zitakazoambatana na uongezaji dhamani na uzaji wa madini hayo. So tukataka kuwa na hiyo model kama hapa Kuranze kuwe na mining city. Uh, na hiyo ndio kitu ambayo tunataka pia usaidizi katika serikali kama cooperative, uh, ili serikali ije ikasaidia ili, ili tukokuwe na uzalishaji wa madini. Kuranze iwe ni town ambayo it's a, a mining, mining ama economy, uh, empowering town ambayo ilikuwa ni wenyewe tunasema ni Kuranze mining city, ambapo kwa sababu ya madini yanapatikana huku hapa, kuna ruby, kuna tourmaline, kuna green garnet uh, iko mpaka kopa hapa Kuranze kuna madini aina nyingi tu ambayo na hakika yangekuwa yao ndiyo uh, food basket ya Kwale. Ardhi hii ilirudi kwa mwananchi, kwa community. County government wakiwa trusti walichukua jukumu ambalo pia wametikwa, wametwikwa lile jukumu kikatiba, kwamba hii ardhi kwa sababu ni ya mwananchi, wakiwa washikilizi, wakuja wachukue maoni ya mwananchi anatakaje. Na walikuja tukawapokea, tukawasikiza na wao wakatusikiza na tukawa tumepatana kwamba hii shamba ipangwe vizuri. Wachimba madini wadogo wadogo wa eneo hili waliokuwa na matumaini ya kuwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa zitatoa mwelekeo wa jinsi ardhi hii itakavyotumika, sasa wameingiwa na hofu, hofu ikiwa madai kuwa kuna watu binafsi ambao wameanza kukata vipande vya ardhi hii na kuviuza. Yeye amelichukua na mikono yake binafsi bila hata pia kutuhusisha sisi kama jamii. Ameenda kufanya hii kazi peke yake. Kwa hivyo hili swala limetuhuzunisha na hili swala limefikia mahali kwamba tunaona kuna hatari uende ikatokea hapa katika jamii, kwa sababu sasa hivi tumejaribu kupeleka malalamishi haya katika eh, serikali kuu, tukianzia kwa assistant chief, kwa chief, tumeenda kwa DO, tumeenda kwa DCC. Mimi kama kiongozi wa hii sehemu nataka nipeane, uh, hii swala kwa serikali kwamba hatutawahi na hatutakubali na mimi kama kiongozi sitaruhusu mtu yeyote ambaye ametoka nje ya hili eneo kwamba achukue ardhi yetu kiholela holela, ambapo sisi wenyewe tuko na mipango madhubuti kuhusu hii ardhi. Amekuwa kwetu ni changamoto, na hii area ni ya madini ambayo sisi ndo tunategemea, ndo chakula yetu tunachimba na wafugaji ndo tunajua huku na wanafanya biashara ambao kuna soko kidogo. Sasa wanataka wizara ya madini kuingilia kati na kutatua swala hili, kuwe na viwanda vya madini kwa sababu madini ni mengi. Kuna gemstones, kuna industrial minerals, kuna iron, kuna copper uh, kuna manganese, kuna micas. Unaomba kama serikali ichukulie mkazo kwa sababu huyu mtu anafanya mambo yake na serikali haimchukulii hatua. Sasa tunaomba serikali iwe itatusaidia katika Kuranze mining community. Lawrence Nanga Runinga ya Citizen. Let us embrace mining tuikubali, uh, because sheria iko wazi kwamba mining cannot happen without the involvement of the community. Yani ni Kuranze, sasa tuchukue Kuranze, mm-hmm. If I am to give someone a license in Kuranze mpaka ni one ushauri na consent from the community, then the county government, then to sistupeane and then tuweke mipango and I like what the MCA who is my very good friend said Hatukubali eh, watu wachukue rasilimali na mashamba ya Kuranze, but lets agree that we must extract properly. You know the way they are asking the government to protect, but also wao pia wasiwe wepesi wa kukubali tu mipango ambayo hayakubaliki. Like in Kuranze they're not, sijapeana leseni ya mining mimi ya kueleweka. mm -hmm. Hawa ndugu zetu ambao wanaitwa artisanal miners nimepeana kamati ya mashinani and the president issued a statement when he was in Kakamega kwamba there now are cooperatives that are managed by committees at county level that we have formed together with the county government to look at how those artisanals are operating and even giving them permits but you know artisanal you must lazima ukate shamba useme hapa hapa mutumie artisanal na mtumie bidhaa ambayo qualifies you to be artisanal. Mhm. Mm. But you cannot deploy excavators. You know, mashine kubwa kubwa. Ulisema mimi ni mchimba madini mdogo. Ah uh, my friend, tutaheshimiana hapo. Wewe mchimba mashine mdogo, uko na lori 20. Uko na excavator 5. And then nasema sisi kama artisanal, you are not artisanal. Artisanal ni wale wenyeji sasa ambaye wameona hapa kuna green garnet. Mhm. Mm. Hapa pengine kuna savorite. Hapa pengine kuna mica hapa eh, pengine hata limestone, wao wanaenda wanachukua vyombo vao wanay... That is artisanal, lakini you can't hide behind some cooperative alafu upeleke. There is a case here I was dealing with in, uh, in Narok someone anasema sisi kama cooperative jamii tunachimba madini yetu hapo, then you find watu kutoka nchi zingine na malori, we found 20 excavators. 20 excavators. Then someone tells you, sisi kama wachimbaji madini wadogo. Wadogo. And that denies now the real investment to come in. So Kuranze, by the way, uh, Rashid, wewe ni jirani na Kuranze. Enormous opportunities. But naomba tu jamii tukubaliane. Tukubaliane. Halafu pia there is a tendency. Kuna watu wanaitwa

You can't build. You didn't do public participation. Huku community have given a consent. Aconsent kwamba bana chimba madini kwa mpango huu. So pia tusaidiane kwamba tukitaka kuona maslahi ya madini yanabadilisha mm -hmm. nchi. Let's embrace mining as community number one. Number two, community wao macho yetu mashinani because we can't be everywhere. We have enforcement agency. Now tuko na DCI unit working with with even intelligence teams jana uh, tupasi jana jana jana kuna kuna watu watu wameshikwa hapa Rongo. They've been mining for the the the last seven years extracting gold not a single single license not a a single agreement with the community community wamekamatwa jana now we are are pursuing their accounts so and that was as, as a tip-off from the community there walitupigia wakasema kuna watu wanafanya hivyo other areas people are listing in LME mtu ameweka kabisa tuko na na dhahabu ya Kenya na wanauza so Jamii, mi naomba tu embrace, mm -hmm, mining by doing two things: get involved, get involved when a mining company comes ask them questions. Unafanya nini kama mradi wa jamii? Pesa zetu zitakuja vipi? Kadhalika, as we are looking at reforming the law kwamba pesa ikilipwa haraka iwe disbursed. Two is you ask hard questions: madini itatoa madhara gani? Mm -hmm. then naomba tu tufukuze hawa wachimba madini haramu They extract na wanapeana by the way you'll be shocked. Wanapeana jamii pesa kidogo, mtu anakuambia nimewapatia school fees watoto wachache. Lakini ameenda na millions and millions worth of minerals. So I'm, I'm really appealing with humility, mm-hmm, to the communities around the country. Let's just embrace mining and help us to streamline. Mtaka tuelekea Nyanza, lakini kama tuelekea Nyanza, nataka kuniambia kitu kimoja, tuko Kwale nataka tumalize kwamba tu wananchi walifaidika na ni ukweli katika maeneo pale ya Base Titanium ambayo tulikuwa tunachimba. Kuna tetesi kwamba bado kuna madini mengi, inawezekana? taka utuibie siri, ni eneo gani ambayo inasemekana kwamba mapatikana madini ambayo huenda yaka... Kwale is blessed. Kwale there's a place called Mrima Hill, we have not ascertained as a country, and that's what we need to do now, because in mineral there's two things. Unaenda kwanza, you do using technology, kama sasa tumefanya kama taifa. Ndege zimeruka, zimesema hapa, hapa, hapa, hapa. Then the next step is to go do what they call ground truthing. You deploy rigs, wanachimba, wanatoa. Whatever they extract, you go and test. Alafu you see, kuna miloli hii, hii, hii na hii. Then you deploy geologists. They give you an idea of the life of the mine. Utakuambia hapa, unaweza kupata tani fulani. Kama sasa, uh, in Vihiga County, tuko na the largest, uh, deposit ya kuweza kutengeneza uh, granite. Mm-hmm. Granite. We we we may, may in in in the country, and in the sub region, they may not need to import granite anymore if we set up a a factory in Vihiga. They have a massive deposit, which we are doing now. We are telling people, hakuna kutoa hiyo, mtatengeneza factory hapo. Imagine the contribution to housing, eh ya serikali na ingineo na kibinafsi na kadhalika, so once you do that then you agree on a a life of a mine. Hii ikiisha chengine. Kwale iko na maini mingi sana. Watu wa Kwale na mazungumzo, kuna madini gani wajue, ina thamani gani, na alafu pia niombe tufanye uamuzi wa haraka, kwa sababu like I said inabadilika What is valuable valuable today uh -huh. may not necessarily be valuable tomorrow, Tumor. na bila shaka nataka tupate sauti mwanzo kutoka maeneo ya Nyanza ambapo najua pia waziri, nilikuwa nikimfuatilia alikwenda kufuatilia mengi uh, tupate Laura ametuambia nini, aweze kusikia taarifa hiyo ili pia wao nao, uh, wajue waziri amejua hiki na ni maamuzi gani ambayo yaweza kuchukuliwa, lakini kuna kitu unaniambia waziri, umenichanganya manake Taita Kwale eh, Tana River, Kilifi, taavakilifi, Marsabit, Samburu, Isiolo, Lamu, sehemu ambazo ukiangalia kwa kweli watu wanasema maisha magumu, na kumbe huko ndio kuna mambo ambayo yakifanyiwa kazi sasa, sasa Rashid, and I really let me take this this this opportunity to to speak to the Kenyan people protect protect protect this, uh, this thing is your right. Pro protect your your mali yenu don't mm -hmm. don't fight don't resist, but have a plan and that's Jipange. why we as, we as, as government we want to do that we want to be able to work with you as a community and tell you mpango uh -huh. wako unaweza kuwa namna hii. Kuna mali, mali nyingine wananchi wenyewe wanaleta wachimba madini haramu. Na ukienda kuzuia nimesema kama juzi tulizuia Pokot uh -huh. West Pokot tulifanya operation tukafishika watu 16 who have been mining gold, some of them wananchi wanasema hao wanatusaidia oh, na maji bana. Maji ni kitu kidogo muhimu lakini tukiwa na mpango tunaweza pata maji, umeme, rasilimali, mashule na contribution ya kifedha kwa kueleweka. So tushirikiane tu kwamba we we transform. Tangu nimeona saa hii kwamba waziri atani baadaye, atanuna pa kiasi lakini tamuomba dakika kidogo za kuongezea ili tuzungumze kuhusu masuala ya Nyanza, alafu nipe nafasi akasukume gurudumu la maisha.